Kabla hujaingia kwenye mahusiano chunguza kwa makini, siyo kila anayeonekana tajiri ana maisha safi. Usiruhusu tamaa ya mali ikufanya mtumwa wa mateso. Maria aliingia nyumbani mwa Dennis, alipigwa na butwa kuona nguo za kike ndani ya nyumba ile. Mapigo ya moyo wake yaliongezeka, akihisi kitu kisicho cha kawaida Aliinama na kushika vazi moja lililojaa harufu ya marashi mazito, macho yake yakitua kwenye kabati la dhahabu lililosheheni mavazi ya kike ya gharama. Hakujua kuwa Dennis hakuwa mtu wa kawaida. Moyo wake ulianza kumshuhudia kuwa kuna jambo la kutisha lililojificha nyuma ya maisha ya kifahari ya kijana huyo lakini sasa ndani ya ukimya wa chumba kile ukweli ulianza kujitokeza kama kivuli cheusi kilichokuwa kikipenya kwenye mwanga wa matumaini yake. Aliinamisha kichwa na kukumbuka jinsi safari yao ilivyoanza. Eh? Eh? Ilikuwa jioni tulivu, jua likiwa linaelekea magharibi, anga ikiwa imechukua rangi ya dhahabu iliyojaa uzuri wa ajabu. Maria alikuwa ametoka mjini pamoja na marafiki zake Lucy na Kedi, wakiwa wamebeba mifuko ya bidhaa walizokuwa wamenunua kwa ajili ya matumizi yao ya chumbani. Wakiwa njiani wakirudi chuo, walikuwa wakizungumza kwa vicheko na mizaha, maisha yakiwa yanaonekana mepesi bila dalili yoyote ya mawingu meusi yaliyokuwa mbele yao. Ghafla waliposikia sauti ya kiume nyuma yao, walishangaa kidogo. dada e sauti hiyo ilisikika kwa upole lakini ya kusisimua. Maria na marafiki zake waligeuka. Mbele yao alikuwepo kijana mmoja mwenye tabasamu la kuvutia, sura ya upole, mavazi ya heshima na nadhifu, kana kwamba angeweza kumshawishi yeyote kwa muonekano wake. Dada njoo kidogo, kijana huyo alimsihi. Maria alisita Hakuwa msichana wa kuzungumza ovyo na wanaume, hata marafiki zake walijua hilo, lakini tabasamu ya kijana huyo ilionekana ya dhati, isiyo na hila. Lucy akasema kwa mzaha, nenda tu umwone, si vibaya, tutakusubiri hapa, si mtu mbaya huyu. Kedi naye akamchokoza, eh, Maria unaringa sana bwana, kaa tu, nenda uongee naye. Maria akajikuta akivutwa na udadisi Labda ni mtu wa kawaida tu, si vibaya kumsikiliza, alijiambia moyoni. Alimfuata yule kijana kwa hatua za aibu. Dada, naitwa Dennis, kijana huyo alianza kwa sauti ya upole. Wewe je, unaitwa nani? Maria alijibu kwa sauti ndogo. Dennis alitabasamu kwa furaha, akasema: Maria, nimekupenda sana, naomba uwe mpenzi wangu. Maria alishtuka. 80. Mpenzi, hatujawahi kuzungumza hata siku moja. Huyu mtu ananipenda vipi? Aliwaza kwa aibu, akamwambia Dennis, sijawahi kufikiria mambo hayo, na marafiki zangu wananisubiri, acha tuongee kwa simu. Dennis, kwa upole akasema, basi niambie tu namba yako, nitakupigia, tutaongea zaidi. Kwa kusita, Maria alikubali Akampa namba yake. Naomba unikumbuke Maria, nakupenda sana Maria. Alitabasamu kisha akarudi kwa marafiki zake, moyo wake ukidunda kwa nguvu isiyo ya kawaida. Alikuwa anakuambia nini? Lucy aliuliza kwa hamu. Anasema ananitaka kimapenzi, Maria akajibu kwa aibu. Wacha we, kijana mzuri vile, usimwangushe hata mimi nilipata wangu kama mchezo tu, Kedi akasema kwa sauti ya mzaha. Maria alicheka kwa aibu, lakini ndani yake moyo wake ulikuwa na mchanganyiko wa hofu na furaha. Hakujua kuwa siku hiyo ilikuwa mwanzo wa safari ya mateso. Siku chache baadaye, Dennis alianza kumpigia simu kila siku, asubuhi na jioni. Maria alijikuta akizoea sauti yake, akizoea meseji zake na hata zawadi ndogo ndogo alizokuwa akimtumia. "Maria, nikupeleke out weekend hii?" Dennis aliuliza siku moja. Maria kwa aibu akajibu, "Sawa, lakini tusikae sana, siwezi kurudi usiku sana." Dennis alikuja kwa gari la kifahari lenye vioo vya giza na kumnyanyua Maria. Alimpeleka kwenye mgahawa mkubwa, walikula chakula kizuri na kuzungumza. Maria alishangaa, huyu kijana ana hela nyingi, lakini kwa nini anipende mimi tu, msichana wa kawaida? Kadri walivyoendelea kukutana, Maria alizidi kufunguka na kuingia kwenye mtego. Dennis alimvuta kwa maneno matamu, pesa na ahadi za maisha mazuri. Lakini usiku ule, Maria alipokwenda nyumbani kwa Dennis, kila kitu kilibadilika. Nyumba ya kifahari yenye samani za bei ghali ilimvutia, lakini alishtuka kuona kabati la dhahabu lililojaa nguo za wanawake tofauti na manukato ya ajabu ajabu. Hizi ni za nani? Maria alijiuliza, huku akipapasa nguo zile kwa hofu. Usiku wakiwa wamelala, ko Dennis alibadilika, Macho yake yakawa mekundu kama moto, akawa anameza mate kwa sauti, akicheka kicheko cha kutisha. Maria, nakupenda, lakini kama sikuwa nakupenda ningekumaliza sasa hivi. Maria alitetemeka. Unamaanisha nini, Dennis? Mara ghafla, sauti nzito ikatokea chumbani, tunataka damu yake. Maria alishtuka, macho yakipanuka kwa hofu. Damu yangu Dennis alijibishana na sauti hiyo, hapana, siwezi kumuua Maria, nampenda. Ghafla, wanawake watatu waliovaa mavazi meusi walitokea kwenye kona ya giza, wakamwangalia Maria kwa macho mekundu. Maria, leo wewe ni wetu, mmoja wao alisema. Maria alipiga duru kali, akajaribu kukimbia, lakini Dennis alimkamata. Nyamaza Maria, usiwarudishe hapa Je, Maria ataweza kutoroka? Je, maisha yake yameishia hapo? Maria alipokuwa amekamatwa na Dennis, alihisi mwili wake ukikosa nguvu. Hofu ilimvaa kama wingu jeusi. Macho yake yakawa yanazunguka kutafuta msaada, lakini hakuwa na pa kukimbilia. Kila kona ya chumba ile ilikuwa giza linalotisha na wale wanawake watatu waliovaa nguo nyeusi walizidi kumkaribia kwa hatua za taratibu lakini zenye madhara makubwa. Maria, usijaribu kupiga kelele. Hakuna atakaye kusikia hapa, mmoja wa wanawake alisema kwa sauti yenye ukatili na kejeli. Dennis, ambaye muda mfupi uliopita alikuwa akionekana mpole na mkarimu, sasa alikuwa mtu tofauti. Sura yake ilibadilika, tabasamu la dhati likawa tabasamu la kishetani. Nilikupenda kwa kweli Maria, lakini kuna gharama za maisha haya niliyochagua. Kuna mambo makubwa nyuma yangu ambayo huwezi kuyaelewa, mimi si mtu wa kawaida, Dennis alisema kwa sauti ya kukata tamaa, huku akijaribu kumshika mkono Maria kwa upole. Maria alijiondoa kwa nguvu akisema kwa sauti ya kutetemeka, "Dennis, ulinidanganya! Kwa nini unataka kuniua? Nimekosa nini?" Dennis alitetemeka, machozi akimtoka, "nisingependa ifike hapa, lakini nilishauza nafsi yangu zamani. Kila mwaka wanataka sadaka ya mwanadamu ili nikae kwenye utajiri huu Leo ni zamu yako, lakini sijui kama nitaweza kufanya hivi. Maria alilia kwa uchungu akasema, "Dennis, kama kweli unanipenda, basi nisaidie, tafuta namna ya kunitoa hapa. Tafadhali usikubali wanichukue." Wanawake wale walipokaribia zaidi, mmoja akasema kwa ukali, "Dennis, ukikataa, wewe mwenyewe tutakuchukua badala ya huyu binti." Dennis alichanganyikiwa. Alianza kutembea huku na kule, akishika kichwa chake kwa mikono miwili, akionekana mwenye mawazo mazito. "Nawezaje kumtoa Maria kwenye hili?" Dennis alijiuliza kwa sauti. Maria alinyamaza kimya, lakini akili yake ilianza kufanya kazi kwa kasi, akitafuta njia ya kutoroka. Alitazama mlangoni, ukuta wa nyuma, dirisha dogo la pembeni, hakukuwa na nafasi yoyote ya wazi lakini mara macho yake yakagongana na yale ya Dennis. Alimwambia kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, Dennis, tafadhali, kama kweli unanijali niokoe, usinione huruma halafu unione nateseka, tafuta njia. Dennis alitikisa kichwa, akamkazia macho Maria, kisha akageuka kwa wale wanawake na kusema, sitamtoa Maria, chukueni mtu mwingine, si yeye. Mara moja wanawake wale walitoa sauti ya ajabu kama mchanganyiko wa kicheko na vilio. Ukikataa Dennis, tutakuangamiza. Ghafla kuliingia upepo mkali ndani ya chumba. Milango na madirisha vilianza kugonga kwa nguvu. Taa zilizokuwa zinawaka zilikatika na chumba kikawa kwenye giza nene. Maria alijisikia kama anazimia. Dennis alikimbia kumshika Maria. Maria, najua mtaa mmoja wanakaa watu wa maombi, tukiweza kutoka hapa labda watanisaidia, lakini hatutakiwi kutoka nje bila kupewa ruhusa. Maria alimtazama Dennis, machozi yakiendelea kumtiririka. Dennis, tafadhali tufanye chochote, usikubali nife leo. Dennis alijikaza akajifanya mwenye nguvu. Haya Maria, fuata maagizo yangu. Ukitaka kuishi, usijaribu hata kusema neno moja bila ruhusa yangu. Akamsogelea mmoja wa wale wanawake akasema, naomba mniruhusu nimpeleke Maria mahali, atarudi na nitatoa sadaka nyingine. Wanawake wale walitazamana, kisha mmoja akasema, dakika 20 pekee. Mkikawia wote wawili mtatoweka. Dennis alimchukua Maria mkono kwa haraka, akamvuta nje ya nyumba hiyo. Walivyofika nje, Maria alipumua kwa nguvu, baridi ya usiku ilimgusa kama kisu, lakini alipata matumaini. Dennis akaingia kwenye gari lake la kifahari, akamwambia Maria, ingia twende. Maria aliketi kwa haraka, gari likaanza mwendo wa kasi. Unanipeleka wapi Dennis? Maria aliuliza kwa hofu. Kuna mzee mmoja anajulikana kama mzee Mang'ang'a, anajua siri za wachawi na waganga wa jadi, labda anaweza kutuokoa. Walifika mtaa wa mbali, maeneo ya Mwenge, ambapo nyumba za kawaida zilijaa tofauti kabisa na ule utajiri aliyouzoea Dennis. Mzee Mang'ang'a alipowakaribisha, alimwangalia Maria kwa macho makali. Binti, unajua umecheza na moto mkubwa. Maria alijibu kwa sauti ya huzuni, sikujua mzee, tafadhali nisaidie. Mzee huyo alicheka kwa huzuni, vijana wa siku hizi wanauza roho zao kwa utajiri wa haraka, sasa mzigo unawatokea. Lakini nitajaribu kukusaidia, ingawa si rahisi. Maria alimsikiliza mzee huyo kwa makini huku Dennis akitetemeka, mimi siwezi kwenda huko usiku huu ni lazima tufanye maombi maalumu. Lakini Maria, kuanzia sasa, hutakiwi kumwona tena Dennis. Ukirudi kwake utakufa. Maria alimtazama Dennis kwa macho ya huzuni. Naweza kumwamini bado mzee? Mzee Mang'anga alitikisa kichwa. Ameshaingia mkataba na giza, usimwamini hata kama anakupenda. Upendo wa mtu aliyeko gizani unasumu Maria alilia, lakini nitakimbilia wapi? Sina familia Dar es Salaam, sina ndugu wala jamaa. Mzee huyo alitabasamu kwa hekima, nitakupa mahali pa kulala, lakini pia nitakufundisha jinsi ya kupambana na maadui wa rohoni. Usiku wa leo tutaanza safari ya vita vya kiroho. Maria alitazama nje, giza la usiku likionekana kama adui anayengoja kumeza uhai wake akajiuliza kimoyomoyo, je, nitavuka? Nitashinda haya mapambano, au ndio mwisho wa maisha yangu? Usiku ule, Maria alipata usingizi wa taabu sana. Alilala kwenye chumba kidogo alichotengewa na mzee Mangang'a, lakini kila mara macho yake yalifunguka kwa hofu. Ndoto mbaya zilimwandama. Mara anaona Dennis akimtoa kafara, mara anaona wale wanawake wakimvuta kwa nguvu gizani, mara anajikuta katikati ya moto wa ajabu. Kulipo kucha, mzee Mang'anga aliingia na kumpata Maria akiwa amelala kitandani kwa wasiwasi. Binti, usiku ulikuwa mgumu, sio? alimuuliza kwa sauti yenye upole. Maria alitikisa kichwa, machozi akimtoka. Mzee, naogopa, naogopa nitakufa. Mzee alikaa pembeni yake na kumshika mkono. Maria, usiogope, Mungu anaweza kupigana kwa ajili yako, lakini kuna masharti. Masharti gani mzee? Moja, unatakiwa kutubu na kumrudia Mungu kwa moyo wako wote. Mbili, lazima uachane kabisa na Dennis. Tatu, uingie maombi ya kufunga kwa siku saba, maana mzigo uliobeba ni mzito sana. Maria alitetemeka. Lakini Mzee, Dennis ndiye rafiki yangu wa karibu. Nimeanza tu kumjua na amekuwa akinipa msaada. Sijui kama naweza. Mzee Mang'ang'a alimtazama Maria kwa macho makali. Binti, rafiki wa shetani si rafiki yako. Kama unaishi kwa msaada wa giza, na wewe utakumbwa na giza hilo. Wewe sasa una fursa ya kuchagua uhai au mauti. Maria alifuta machozi akasema kwa sauti ya kujiamini, nataka kuishi, mzee. Niko tayari kufanya utakavyoniambia. Mzee Manganga alitabasamu. Vizuri, leo tutaanza kwa maombi mafupi, lakini kesho unaanza kufunga. Mzee alichukua Biblia na kuanza kusoma Zaburi ya 91 kwa sauti ye. Yeye akaye mahali pasiri pake aliye juu, atakaa chini ya kivuli cha Mwenyezi. Nitasema juu ya Bwana, yeye ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maria alisikiliza kwa makini, machozi yakitiririka. Kwa mara ya kwanza alihisi tumaini, ingawa hofu bado ilimzingira. Wakati huo huo, Dennis alikuwa kwenye chumba chake akiwa na hofu kubwa. Wanawake wale wa giza walimtokea tena, safari hii wakiwa na hasira zaidi. Umekosa kutimiza ahadi yako Dennis, tumekupa pesa, magari, mali, unatufanyia mchezo? Mmoja wao alinguruma. Dennis alitetemeka. Nisameheni tafadhali, nitampata Maria, nitamrudisha Wanawake wale walimwangalia kwa macho mekundu. Huna muda, usipoleta Maria ndani ya saa 48, tutakuchukua wewe. Dennis aligundua sasa yuko sasa yuko kwenye hatari. Hakutaka kufa lakini hakutaka Maria afe. Alianza kupanga, nitamshawishi Maria arudi, kisha nitajua cha kufanya. Kesho yake Maria alianza kufunga kama alivyoambiwa. Alikaa kwenye chumba cha maombi akilia kwa Mungu, Mungu wangu nisamehe, nilipotoka, nilikimbilia kwa watu badala yako. Nisaidie, niondolee hili giza, sina pa kukimbilia, wewe tu. Mzee Manganga alimwongoza kwa maombi ya vita, E Bwana, tunasimama dhidi ya kila agano lililofanywa na damu, kila mtego wa wachawi dhidi ya Maria uvunjike kwa jina la Yesu. Maria alianza kuhisi nguvu ikirudi, alilia, akapaza sauti, na kataa kufungwa na agano lolote la giza, najiweka huru kwa damu ya Yesu. Mzee Mang'ang'a alipiga magoti, akaomba, Roho Mtakatifu, ingia kwa huyu binti, vunjilia mbali minyororo yote. Usiku wa pili, Maria alipokuwa akiendelea na maombi, aliona maono. Aliona akiwa kwenye korido ndefu akivutwa na minyororo. Lakini mara akatokea mtu mrefu mweupe mwenye mwanga mkali na kukata minyororo ile. Alipoamka, Maria alijua Mungu anafanya kazi, hata kama bado vita haijaisha. Baada ya siku mbili, Dennis alipiga simu, Maria tafadhali, na kuomba ni kuone mara moja. Naumia, nisikilize. Maria alikumbuka onyo la mzee Mang'anga, lakini moyo wake ulimhurumia Dennis. Unataka nini, Dennis? Mbona ulitaka kuniua? Maria, sijui nifanye nini, tafadhali nisaidie, naomba tuongee, siwezi kufanya kitu bila wewe. Maria alisisita, kisha akasema sawa, lakini tutakutana wapi? Dennis alifurahi, lakini hakujua Maria amekuwa imara sasa. Kabla Maria hajakutana na Dennis, mzee Mang'ang'a alimuita binti usiende bila maandalizi. Hawa watu wa giza wanajua uko huru sasa, watataka kukurudisha. Alimpa maji yaliyobarikiwa na mafuta ya upako, paka haya kwenye mikono na uso wako, na ukisema neno lolote, taja jina la Yesu. Pia alimsomea andiko huu: Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na ukonge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Luka saa kumi na madakika kumi na tisa. Maria alichukua vitu hivyo na moyo wake ukawa na nguvu mpya. Wakati wa kukutana ulipowadia, Maria alienda kwenye mgahawa mkubwa waliokubaliana. Dennis alikuja na gari lake kubwa akateremka, lakini sasa macho yake yalionekana yamejaa hofu. Maria, tafadhali nirudie, siwezi kuishi bila wewe. Maria alimtazama kwa macho makali. "Dennis, sitarudi, sitakufa kwa ajili ya pesa zako." Dennis alinyamaza. "Maria, utanifanyia hivi? Wale watu wananitaka." Maria alisimama akamwambia kwa ujasiri, "Dennis, funguka macho, achana na hiyo dunia ya giza, njoo kwa Yesu utakombolewa." Dennis alitetemeka, macho yake yakitokwa machozi. Nifanye nini Maria? Nisaidie. Maria alimsogelea akasema kwa sauti ya mamlaka, kwa jina la Yesu, kila pepo la damu lililokufunga liachilie sasa. Mara Dennis alitetemeka akapiga kelele kubwa na kuanguka chini. Maria alipokuwa akimshika Dennis mkono bado akiwa amelala chini baada ya kuanguka kwa nguvu ya maombi, ghafla aliona kivuli cheusi kikubwa kimejitokeza pembeni mwao. Kivuli kile kilizungumza kwa sauti nzito na ya kutisha, Dennis ni wetu Maria, usithubutu kutuzuia. Maria alitetemeka lakini alijikaza akakumbuka, maneno ya mzee Manganga. Aliinua mkono wake juu na kusema kwa ujasiri kwa damu ya Yesu Kristo nawavunja na kuharibu kila agano la damu mnalodai juu ya Dennis sitakiibali nguvu zenu juu yangu wala juu yake lakini kabla hata hajaendelea Dennis alifumbua macho yake akiwa amechanganyikiwa macho yake akiwa mekundu kama mtu aliyechoka sana Maria e eh, hawa watu hawataniwachilia a eh. naogopa eh. Maria alimshika Dennis na kumwambia Dennis, tubu sasa, omba kwa Yesu akuokoe. Lakini kabla Dennis hajafungua mdomo kuomba, kivuli kile kilitoa sauti kali, umetusaliti. Na ghafla, Dennis alianza kutetemeka kwa nguvu ajabu, akaanza kutoa povu mdomoni. Maria, he, samahani e, Dennis alisema kwa shida, huku mwili wake ukitetemeka vibaya. Maria alipiga kelele, Dennis, mwite Yesu, mwite Yesu! Lakini kabla hajamaliza, Dennis alinama upande mmoja akahema kwa nguvu, kisha akatulia kama jiwe. Maria alipomshika na kutikisa, hakuitika tena. Dennis alikuwa ameshakufa. Maria alipigwa na butua, machozi yakimtiririka. Alishindwa kuamini kuwa kijana yule aliyempenda kwa muda mfupi sasa amekufa mikononi mwake. Mara kwa mara, alipogeuka wale wanawake wa giza walikuwa wametoweka. Walijua kazi yao imeisha, hii Dennis sasa ni mali yao milele. Kwa haraka, Maria aliondoka pale mgahawani, hakuweza hata kugeuka nyuma. Alipanda pikipiki na kumwelekeza dereva amrudishe hadi chumba chake. Njiani akili yake ilikuwa kama mtu aliyeota ndoto mbaya isiyoisha. Aliwaza, he. Mbona haya mambo yamenikumba? Mbona nilikubali kumjua Dennis? Kama ningesikiliza sauti ya ndani, nisingeanguka kwenye huu mtego wa mauti. He. Alipofika chumbani kwake, alianguka kitandani kwa uchovu mkubwa, machozi yakimtoka bila kukoma. Aliwaza kwa uchungu, he. Mungu, umeniponya, lakini mbona moyo wangu unaumia? Dennis alikuwa mtu mzuri, lakini alipotea kwa tamaa ya pesa na sasa amekufa. Bado nasikia sauti yake akiniita hii, lakini siwezi kumsaidia tena. Alilala akiwa bado na mawazo, akiwa na hofu na huzuni, lakini pia na shukrani kwamba Mungu alimtoa kwenye mdomo wa simba. Usikubali kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya pesa na mali.